Nam, tuko Kigoma kaskazini magharibi mwa Tanzania, katika chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo. Mwenyeji wetu si mwingine bali ni mwalimu Elias Richad Rubimbi, mkufunzi kilimo katika chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo, na ndiye msimamizi wa shughuli za ufugaji wa nyuki katika shamba darasa la ufugaji nyuki lililopo hapa chuo cha mafunzo ya kilimo Mubondo. Yeye ameshiriki katika mradi wa pamoja wa Kigoma KJP unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO wa ufugaji endelevu wa nyuki. Nikaanza kwa kumuuliza aina ya nyuki wanaofugwa zaidi Tanzania. Nchini Tanzania, ufugaji wa nyuki ambao umekuwa kufanyika sana ni wa nyuki hawa wakubwa, nyuki wanaodunga. Ni kwa sababu wengi wana, wanapenda wafuge wapate mazao ya nyuki na wauze wapate kipato, lakini una uzalishaji ukiwa mkubwa. Lakini ukiangalia wale nyuki wadogo, wao wanazalisha kiwango kidogo sana, maana unakuta wakipatikana kwa kilo moja au lita moja na hadi hadi lita tano makundi ambayo ni makubwa, lakini ukija kuangalia nyuki wakubwa, mzinga mmoja unaweza kuleta mpaka ndoo moja ya lita 20. Kwa hiyo kwa ufugaji wa kibiashara, wanaofuga nchini Tanzania walio wengi wanafuga kwa kutumia nyuki nyuki wakubwa wanaodunga. Na sasa yeye, mkufuzi wa kilimo, alihusika vipi na mradi huo wa FAO? Nimehusika kwa kufundisha mafundi seremala kutengeneza mizinga bora, mizinga ya kisasa, ambao hasa katika mradi wote tumefundisha kutengeneza mizinga ya, ya kati ambayo ni mizinga ya, ya mchi na pamoja sanjari na hilo, katika mradi huu pia nimefundisha ufugaji nyuki kufuga nyuki kisasa kwa kuboresha uzalishaji, kuongeza uzalishaji, lakini pia na kulinda ubora wa mazao ya nyuki. Mabadiliko yalikuwa dhahiri baada ya, ya mafunzo ambayo tumeyafanya katika mradi huu wa pamoja. Wafugaji wengi wameongeza uzalishaji, uzalishaji umeongezeka, lakini pia na masoko ya asali ya, ya mkoa wetu wa Kigoma huu yameongezeka, kiasi kwamba kumekuwa na uhaba wa asali. Sasa tena tumeongeza uzalishaji, lakini asali imekuwa na wateja wengi, kwa sababu iko vizuri, iko bora, lakini pia mahitaji ya, ya mizinga ya kisasa umeongezeka. Wafugaji wengi wametamani zaidi na wameona ufaida ya kuhamia kwenye mizinga ya, ya, ya, kisasa. Hivyo wana wanakuwa wanaweka wana oda kwa mafundi seremala, ili watengenezwe mizinga ya kisasa, wanapeleka mashambani, na hivyo kufanya hasa uzalishaji wetu ongezeke na pia mazao ya nyuki haya hasa hasa asali ongezeke kwa ubora wake. Nikataka kufahamu ni mbinu zipi alitumia kuwasaidia wafugaji wa nyuki kuelewa ufugaji kwa kutumia mizinga ya kisasa. Mafunzo yetu yalikuwa ya vitendo zaidi na hii iliwafanya wafugaji walio wengi waweze kuelewa na kutamani zaidi kufanya, kufanya usimamizi wa makundi yao kwa sababu walijifunza kwa vitendo. Lakini ufugaji endelevu wa nyuki una maana gani hasa kwa mkufunzi huyu wa kilimo? Ni ni uvunaji wa mazao ya nyuki unaohakikisha nyuki anabakia salama, lakini pia anaendelea kutoa mazao ya nyuki katika msimu au muda unaokuja. Sasa ni hatua gani muhimu zinazohakikisha ufugaji nyuki unakuwa rafiki kwa mazingira? Ukiangalia kwa ukaribu mizinga ya kizamani ni mizinga ambayo mingi imetokana na magome ya miti. Magome ya miti wanapata wafugaji kwa kwenda kuchonga ku, ku, ku, kwenye gome ana, ana, kwenye mti yule anachukua lile gome au anadondosha kabisa mti wote, halafu anachonga, anatengeneza mzinga. Kwa hiyo ule mzinga ulikuwa imetokana na uharibifu wa mazingira, lakini mizinga ya kisasa ni ile inayotumia mbao za miti ya kupanda ambayo ni inatokana na, na, na, na agroforestry ambako sasa watu wanaruhusiwa wana, wana kukata miti, wanachana mbao wanakuja kutengeneza mizinga. Hii mizinga imekuwa inapatikana kwa gharama nafuu, lakini imetokana na miti ambayo pia haichukui muda mrefu kukua. Ukiangalia miti ya asili ambao inachukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo utofauti huu unaonyesha una mizinga ya kisasa na gharama nafuu, lakini pia ni rafiki zaidi kwa mazingira kwa sababu haihusishi kukata miti ambayo ni ni, ni, ni asili lakini pia ambayo inakuwa ina kwa muda mrefu na ni siri rahisi kuirudisha. Naje ufugaji nyuki unaweza kusaidia kupunguza umaskini na kuongeza ajira vijijini. Soko la asali sasa hivi sio changamoto tena, walaji ni wengi, mahitaji ni mengi sokoni. Kwa hivyo mfugaji asiwe na wasiwasi, ajitahidi aongeze mizinga, aongeze uzalishaji, soko lipo linamsubiria, na anaweza kabisa kujiongezea kuji kipato kwa kupitia mazao ya nyuki. Kuthibitisha asemayo mkufunzi wa kilimo na kukutanisha na Peter Katunzi mkulima na mfugaji wa nyuki hapa mkoani Kigoma, mfugaji wa nyuki na mizinga mia tano na thelathini kati ya hizo mizinga mia moja na thelathini ni mizinga ya kisasa na mizinga iliyosalia ni mizinga ya asili. Bwana Katunzi akaelezea mavuno aliyoyapata, akitaja dumu la asali lilila ujazo wa lita ishirini ambapo dumu moja aliuzwa kwa takribani dola 60 ba msimu wa elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne aefanikiwa kuvuna dumu ya dumu themanini na tano za asali iliyochuzwa. Na ufugaji wa nyuki huu unasaidia sana katika kuboresha kipato cha familia, imeweza kusomesha watoto, nimejenga ambazo watoto wako wengine ako serikalini wanatumika kulingana na zao na hadi sasa, mzinga yetu imezungukwa na mashamba ya alizeti, ambayo alizeti ni zao rafiki la nyuki, ambayo inatoa maua kwa ajili ya kutoa chavua ili kuboresha ufugaji wetu wa asali. Ufugaji wa nyuki una faida nyingi. Kwanza kabisa unapata asali, asali ambayo ni chakula, pia ni dawa Alafu inatengeneza mishumaa, inatengeneza kiwi na mafuta ya kujipaka. Nikarejea basi kwa mkufunzi wa kilimo Bwana Rubimbi na kumuuliza angependa kuona mabadiliko gani katika sera au mfumo wa mafunzo ili kuimarisha sekta ya ufugaji nyuki Tanzania. Mfumo wetu wa mafunzo unatakiwa uelekeze zaidi kwa vijana hasa kuwafundisha vijana ufugaji wa nyuki kwa vitendo ili kwa kadri wanavyokuwa wanaendelea kukua uwe familia zaidi uwe wameuzoea zaidi, kwa sababu wafugaji walio wengi sasa hivi ni watu wenye umri wa mkubwa ulioenda. Kwa hiyo ufugaji wa nyuki unakuwa changamoto sana, na vijana inakuwa changamoto kuingia hawa vijana. Wakifundishwa tena kwa vitendo, wakaelewa vizuri na kaona faida ya ufugaji wa nyuki, ni rahisi kuongeza uzalishaji na ni rahisi kuwavutia zaidi na kwenye sekta hiyo, na wakajipatia ajira, lakini pia wakajipatia kipato kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kila siku. Sikuishi hapo nikamuuliza ni tukio gani linamtia moyo sana katika safari yake ya ufugaji wa nyuki. Ni pale ambako ufugaji wa nyuki na uvunaji wa mazao ya nyuki unafanyika mchana. Da, zamani mimi nilielewa ufugaji wa nyuki na hasa hasa uvunaji wa mazao ya nyuki unafanyika usiku. Sasa nilipokuja kuelewa na kukaa karibu na nyuki, nikaona kama kumbe ufugaji wa nyuki unaweza kuwa unavuna mazao yake mchana ukajipatia kipato vizuri kirahisi bila hata changamoto. Mimi nilivutiwa sana na mpaka hivi sasa napenda sana ufugaji wa nyuki. Na mwisho ushauri wake kwa mtu anayefikiria kuanza kufuga nyuki hivi sasa Afike kwenye vituo ambavyo vinatoa mafunzo kwa vitendo, kama vituo vyetu hivi vya mashamba darasa ya Mbondo na maeneo mengine, akajifunza kwa vitendo, na atakapoingia atafurahia sana ufugaji wa nyuki kuliko akikimbilia kujifunza kwa nadharia.